Hizi ni baadhi uh, za faida za kuwa kwenye mahusiano na watu ambao ni lastborn. Hawa bwana mara nyingi huwa wanafaa sana kwenye burudani <laughs> yaani hawa mara nyingi wanachekesha wanafurahisha, lakini pia lastborn wengi huwa na roho ya utani, uchangamfu, na wanapenda sana kufurahia maisha. Hii inaweza kuleta furaha na ucheshi kwenye mahusiano. Hujua, moja kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwenye mahusiano pia ni kuhakikisha mnaishi kwa furaha na amani. Sasa muda mwingine kusipokuwa na utani kidogo kwenye mahusiano kidogo mambo yanaweza kawa yasiwe mazuri. Mwisho wa siku, hata kumisi mtu inakuwa ni kazi sana. Lakini kama kunakuwa na utani kidogo, mna furaha, mna amani, inakuwa vizuri sana. Kwa hiyo lazima ni, mara nyingi wao huwa wanapenda sana utani, kwao wanakuwa ni sehemu ya burudani kwenye mahusiano yenu. Lakini pia huwa wanakuwa wana moyo wa upendo na huruma kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakihudumiwa na wengine hujifunza kuwa wapenzi na waelewa hasa wanapopata mtu anayewajali kwa hiyo huwa wanakuwa na upendo sana kutokana na vile ambavyo wao wamelelewa hasa wanapokuwa wanampata mtu ambaye anawajali pia naona kama ukiwa kwenye mahusiano na lastborn wa kike alafu ukamjali sana mwisho wa siku na yeye atakuwa na upendo na huruma sana kutokana na vile ambavyo wanakuwa wamelelewa hawa lakini pia wanaweza kuwa wabunifu, maanake ni wabunifu sana hawa. Wengi wao huwa na mawazo ya kipekee, wana uwezo wa kuleta ubunifu kwenye uhusiano iwe ni kwa kupanga shughuli za kimapenzi ama kutatua matatizo kwa njia zisizo za kawaida. Share na mimi experience yako kwenye hii hey point tafadhali, kwa 0782623362. Eh, huu hey, ubunifu wao kwenye kutatua baadhi ya changamoto, lakini pia kuna shughuli fulani za kimapenzi, kwa maana kwamba um, namna ya kupenda kutumia kauli vizuri na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinaweza vikadumisha na kufanya mahusiano yenu yakaenda vizuri zaidi. Lakini pia jambo lingine hapa ni wapenzi wa kujifunza. Mara nyingi lastborn hujifunza kutoka kwa kaka dada zao, kwa maana ya kaka au dada zao wakubwa. Hii huwasaidia kuwa na uelewa mzuri wa maisha na mahusiano. Yes, hii ni kwa sababu Uh, yeye anakuwa ni mtoto wa mwisho. Sasa kama ni mtoto wa mwisho, maana anajifunza kutoka kwa wakubwa zake, dada zake na kaka zake, kwa hiyo yeye anakuwa na ujuzi kutoka kwa hao wote, kwa hiyo kidogo wanakuwa wapo skilled kwenye stadi za maisha pamoja na mahusiano pia. Lakini pia hujali sana hisia za wenzao. Kwa nini wanajali? Ni kwa sababu ya namna ambavyo wanakuwa wamelewa, kwa sababu wao walikuwa wanajaliwa sana wakiwa wamelelewa kwa upendo mwingi, huwa na uwezo wa kuonesha mapenzi kwa kina na kuhisi hisia za wengine kwa haraka, kwa maana ya empath. Ee, hawa lasbo mara nyingi wana tabia ya kujali, na mara nyingi wale ambao mimi nimewashuhudia ukiacha um, mahusiano, mara nyingi wanakuwa na huruma sana. Mmoja kati ya sifa ya lasbo huwa wanakuwa wako na huruma sana, uh, lakini sifa nyingine ni kwamba Uh, huwa na mtazamo chanya wa maisha. Kwa kawaida, wanapenda kuona upande mzuri wa mambo. Hii ni faida kubwa sana, hasa kwa nyakati za changamoto kwenye mahusiano <laughs> eh, hii inaweza ikawa ni nzuri. Mara nyingi wako positive, kwa maana kwamba um, inawezekana upo naye kwenye mahusiano, kuna wakati hapatikani kwenye simu, unampigia mtu hupatikani kwenye simu, pengine anakupigia hupatikani, ama anakupigia hupokei. Eh, kuna baadhi ya wengine usipopokea um, hata hisi pengine upo na issue zingine umempotezea ama unamsaliti, lakini kwa upande hawa malasibon wenyewe huwa mara nyingi wanakuwa wako positive eh, wanakuwa wako positive kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni moja kati ya faida ambazo ukiwa nao hawa bwana, kidogo mahusiano yako yanaenda kaenda vizuri. Kumbe faida zipo bwana, ukiacha zile ambazo ni changamoto ah, lakini pia wanaweza kuhitaji upendo wa kweli, kwa sababu mara nyingi wamezoea kupewa kila kitu wanapopata kila kitu wanapopata, mapenzi ya kweli, hujifunza huthamini, na kujitahidi kurudisha upendo huo eh. Yani kwamba hawa, ukiwapenda kweli, mara nyingi lazima wanarudisha fadhila, kwa maana kwamba lazima wataenda vile ambavyo wewe umewapenda, kwa sababu kuna baadhi ya wengine ukiwapenda, unapoteza time, unapoteza nini, lakini ukimpenda kweli huyo last born, last born hautapoteza time yako wala upendo wako hautopotea bure, kwa maana kwamba na wow, wao watakupenda vile ambavyo unawapenda. Hizi ni moja kati ya advantage au faida za kuwa kwenye mahusiano na lastborn. Share na mimi experience yako ama kwenye haya ambayo tumeyazungumzia kwa 0782623362 0782623362, lakini pia komenti zako hapa Instagram, kwa maana ya Afya FM, nitapita nazo, lakini pia komenti zako pale YouTube, kwa Afya Digital, nitapita nazo. tunamaliza saa sita kamili za mchana. Meseji zako tafadhali ni kwa 0782 623362. Tunamaliza saa sita kamili za mchana.